basi tumia majani ya mparachichi yataweza kukusaidia kuondokana na changamoto ya shinikizo la juu la damu, lakini pia kupunguza maumivu ya viungo, ambayo maumivu ya viungo hapa tutaiacha kuitumia uric acid, ataacha kuongelea upungufu wa ute kwenye joints, ataacha kuongelea calcium kwenye joint unapopungukiwa, basi hakikisha unatumia majani haya, kwa sababu yanapambana ya uchochezi na maumivu ambayo yanasababishwa na magonjwa kama uric acid gout au wengine wanasema baridi ayabisi, lakini pia ni nzuri sana katika usimamizi wa kisukari wa kisukari. Kwa nini? Kwa sababu ina- inaipa afya au inaipa nguvu utendaji kazi wa insulini mwilini. Kwa hiyo insulini ikiweza kutenda kazi au ikiweza kufanya kazi vizuri kama inavyotakiwa basi inapunguza athari ya kupata changamoto ya kisukari. Kwa hiyo, ili upate usimamizi mzuri wa kisukari au na changamoto ya kisukari, basi tumia majani ya, ya mparachichi atakusaidia. Lakini pia, afya ya figo, inaimarisha afya ya figo. Kwa hiyo, kama una changamoto yoyote ya figo, unataka kuondoa sumu kwenye figo, basi na changamoto ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mawe kwenye figo basi tumia majani ya mparachichi yatakusaidia kuondokana na hiyo changamoto. Lakini pia kupunguza uvimbe na uchochezi. Kama una vimbe mbalimbali kwenye mwili wako, basi ambazo zinaweza kusababishwa na uric acid, au nakuta mtu mwili tu umeamua kuvimba, basi tumia haya majani ya mparachichi, yamekuwa ni dawa nzuri kwa ajili ya kuondokana na hizo changamoto za uvimbe. Lakini pia itasaidia kupunguza harufu mbaya ya kinywa. Na tuongelee kwa wale wenzetu ambao ma, wanatema cheche a, unapokuwa naye ndugu yangu, ukiona uki unaongea na wenzako wanaangalia pembeni, basi hajua hapo moja kwa moja una a, changamoto ya kinywa, kwa hiyo una harufu mbaya ya kinywa, basi inasaidia hii majani ya majani moja kwa moja ya mparachichi. Pia unaweza ukachukua ukatafu, ukatafuna kwa sababu itaondoa wale bakteria hatari miongoni mwa midomo. Lakini pia uboreshaji wa afya ya ngozi, jamani, mtu ni mwili, mtu ni mwili. Ngozi kama una changamoto ina ngozi, basi hakiki, una changamoto ya ngozi, mara aieleweki, chunusi nyingi, ama baka babaka, kubabuka, basi akitumia hii basi ni nzuri sana majani ya, ya, ya, ya. Majani ya mparachichi ukitumia kwa kunyo, kwa kunywa basi ni nzuri, kwa sababu hata afya inajitengeneza kuanzia ndani. Kwa hiyo wengi wamekuwa wakikimbilia ndawa za kupaka. Usipake tu, hakikisha unaisaidia ngozi yako kuanzia ndani ili uweze kutengeneza afya ya nje. Lakini pia akutuliza tumbo kama una changamoto yote ya tumbo, kujaa gesi, kichefuchefu, yule kiasidi, vidonda vya tumbo, basi ndugu yangu usiache kutumia majani haya yatakusaidia ondoa changamoto au kutuliza matumbo au tumbo kwa ujumla lakini pia ni nzuri, inasaidia katika kuzuia saratani. Kama una ina changamoto ya saratani ya saratani basi, saratani ya aina yoyote inaweza kusaidia kuzuia changamoto hiyo ya saratani, kwa sababu ita regenerate seli na kuweza ku, ku, ku, generate seli na seli zilizokufa na na kuweka sawa a, afya ya seli zako. Kwa hiyo utaitumia, ni nzuri kwa ajili ya saratani lakini pia uh, katika uh, kutuliza mwili na akili, mwili na akili. Unakuta mara nyingi unakuta uh, ni mchovu au uh, unakuta uh, akili yako yaani, yaani yani utaki kufanya kitu chochote. Basi ndugu yangu, au kituliza hii, basi uwa inatuliza uh, mwili. Chukua majani yako ya mparachichi, chemsha, basi kunywa glasi moja asubuhi, mchana na jioni. Ni nzuri kwa ajili ya afya yako. Hapo chini kwenye komenti, tuambie